Ndoa ya Bi Fatuma Ibrahim ya kutisha. Kutisha kwa ndoa hiyo kulijiri kwa kisu cha shavuni mwake la kulia, shavu la kulia lilowafanya Wakenya wengi kushtuka na kujawa na hamaki, hamaki ambazo zilishinikiza haki kwake. Afueni ilianza aliposafirishwa kutoka wajiri kwa ndege hadi hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi. Haki ikaipata, kwani mumewe Muhamed Deik aliyedaiwa kuyafanya haya alikamatwa na kufikishwa mahakamani mjini Wajir, mahakamani ambapo iliamuliwa kuwa kesi iendelee baada ya Fatuma kupata matibabu. Matibabu kisha yapata, ndiposa jamaa, ndugu, marafiki madaktari na wasimamizi wa mashirika ya msalaba mwekundu na Amref walifika hapa kwa wingi kumpokea Fatma. Ama kweli, safari ya Fatma imekuwa ndefu, iliyojawa na majonzi, majonzi ya ndoa yenye doa, yaani ndoa ya machozi na majonzi. Sasa Fatma yu buheri wa afya.

We are so glad uh, that Kenyatta took up um, our, uh, the call of Wajir and the call of Amref to take up Fatuma and uh, attend to her. Shukran kwa wote. I want to join uh, uh, Dr. Gidinji and uh, the CEO of Kenyatta to thank everyone, including the media, kenyans in Twitter and others. Hisia. So I don't, there are women even in Kisumu

Neighbor. Hakuna malipo yaliyotolewa kwani wasimamizi wa hospitali hii ya Kenyatta wamempa shime kwa kuyafutilia mbali. Mwenye kovu usidhani kapoa. Fatuma anavyosema amekuwa akipitia dhuluma nyingi sihaba mikononi mwa mumewe kwa miaka mingi, shambulio kwa kisu likiwa mojawapo tu. Uh, she kwa sasa mama huyu amepelekwa hadi mtaani Isli ambapo atapumzika na jamaa zake kwa siku kadhaa. atasafirishwa na shirika la Amref hadi kwa Wajir kusubiri mkondo wa pili wa kesi dhidi ya mumewe. Kwa Bi Fatuma Ibrahim huenda huu ndio mwisho wa madhila yake, lakini kwa wapiganiaji wa haki za binadamu, huenda huu ndio mwanzo wa mkondo mpya wa mapambano. Alex Kerie QTV.